Tazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibuni wote tusome pamoja neno tulilopewa la mahubiri katika ibada hii ya kuwekwa kwa chakula cha Bwana kutoka Zaburi ya 126 mstari wa tatu, ambao pia ndio neno kuu la maazimisho haya ya miaka hamsini tangu kuzaliwa kwa dayosisi hii ya Pare. Neno la Mungu linasema, Bwana alitutendea mambo makuu, tulikuwa tukifurahi. Neno la Bwana. Tuombe. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu ya wema wako kwetu. Umetulinda na ukatujalia nafasi ya kushiriki ibada hii ya adhimisho la chakula cha Bwana katika kilele hiki cha miaka hamsini ya kuzaliwa kwa dayosisi hii ya Pare. Tunakuomba, tunaposoma na kutafakari neno lako, tutafakarishe vyema, ili wote tudumu katika pendo lako na kuendelea kutumikia kwa furaha na amani. Kwa Yesu Kristo bwana wetu tunaomba, amen. Tafadhali niombe mkae. Mheshimiwa mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Mheshimiwa mkuu wa KKKT Dayosisi ya Pare, Waheshimiwa mababa askofu ambao mmefika katika ibada hii, Mheshimiwa msaidizi wa baba askofu Dayosisi yetu hii ya Pare, Waheshimiwa wasaidizi wa mababa askofu mlioko katika ibada hii, Waheshimiwa katibu mkuu na katibu mkuu mteule Dayosisi yetu hii ya Pare, Waheshimiwa makatibu wakuu ambao mmejaliwa kufika toka dayosisi mbalimbali, waheshimiwa wachungaji wote wa injilisti, masista, wajumbe wa halmashauri kuu ya dayosisi hii ya Pare, wageni wote waalikwa na wenyeji wetu, Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote Ninamshukuru Mungu aliyetujalia neema ya kushiriki ibada hii maalum ya kuwekwa kwa chakula cha Bwana katika kilele hiki cha maadhimisho ya miaka hamsini ya uhai na huduma nzima za injili katika KKKT Dayosisi ya Pare. Ni hakika kwamba Bwana kwa kipindi chote kilichopita ametenda makuu kwa kanisa lake na kwa Dayosisi hii ya Pare. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kumshukuru Mungu tuishukuru pia Dayosisi ya Pare chini ya uongozi wa Baba Askofu Njema, pamoja na vyombo vyote vya utume na maamuzi katika dayosisi hii jinsi walivyoendelea kuifanya kazi ya Mungu katika maeneo ya dayosisi hii na hata nje ya dayosisi hii. Tunawashukuru pia kwa jinsi ambavyo wametunza na kuanzisha mahusiano ndani ya kanisa, ndani ya nchi, na ndani ya nje. Na ndani na nje ya nchi. Leo hii tumefika kama wanakanisa na marafiki wengine mbalimbali mbali, toka maeneo mbalimbali, kwa sababu tu dayosisi imekuwa ikidumu katika kutunza mahusiano ya ndani na nje ya dayosisi hii. Bwana Yesu asifiwe! Lakini pia ndani ya umoja huu wa kanisa zima la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Mimi ni miongoni mwa dayosisi ambazo zina mahusiano ya mashirikiano katika utendaji wa siku kwa siku na dayosisi hii ya Pare, kwa maana ya umoja wa dayosisi nne alimaarufu kwa jina la nguzo nne, yaani Pare, Mwanga, Singida na Karagwe ni miongoni mwa maeneo yanayodumisha mahusiano haya ya dayosisi hii katika kueneza utume wa neno la Mungu. Takribani miaka kumi sasa tangu mahusiano haya yawepo, tumedumu pamoja katika kuitikia wito wa utume mkuu wa enendeni, ulimwenguni kote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Bwana Yesu asifiwe. Mahusiano haya yote chini ya mwavuli mkuu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania yamekuwa baraka kwa kanisa la Mungu, kwa nchi, mtu mmoja mmoja, na hata ngazi za makundi na familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wapendwa, baada ya utangulizi huu tujikite kidogo na tuchukue muda mfupi kwenye tafakari na misingi ya kuwekwa kwa sakramenti ya meza ya Bwana katika kanisa lake Mungu. Kwanza kabisa, wote tunakubali kwamba Mungu mwenyewe kupitia kwa Yesu Kristo ameanzisha chombo hiki kitakatifu. Kwa ajili ya maisha na uendelevu wa kanisa lake. Katika Luka sura ya ishirini na mbili mstari wa kumi na tisa anasema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ni tendo kubwa sana Mungu alilolitendea kanisa la yeye, kumtoa mwana wake pekee Yesu Kristo afe kwa ajili yetu na kwa njia hiyo tuweze kupata ukombozi kwa wote wanaomwamini na kumtegemea huyu Bwana wetu Yesu Kristo aliyetoa uhai wake kwa ajili yetu. Ni ukumbusho kamili. Na katika habari ya ukumbusho, lazima tujikite pia kidogo katika historia historia ambayo inahusisha matendo yaliyopita na wakati uliopo na wakati utakao kuwepo kwa maisha ya mtu au taasisi au kundi fulani. Anaposema kwa njia ya ukumbusho, tunakumbuka tendo la kutufia msalabani ambaro kwa sisi wa leo ni tendo muhimu sana la kutukomboa kutuisha na kutufanya tuwe hai kwa mambo mbalimbali ndani ya kanisa lake Mungu. Jambo hilo laweza kuonekana kama la wakati uliopita lakini, kwa njia ya imani na kwa njia ya uhai wa kanisa, ni tendo linalohusiana na sisi tunaoishi leo kwamba yeye mwenyewe alitoa uhai wake kwa ajili ya sisi sote. Tangu wakati ule mpaka leo ni ukumbusho wa uokovu wetu kama wanadamu na kama kanisa, na ni jambo linaloendelea toka kale sasa na hata milele. Mtume Paulo kwa Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na sita anatuthibitishia akisema jinsi gani tendo hili lilivyo la kihistoria, lilivyo la mahusiano makubwa na maisha yetu sasa na wakati ujao, na ni jinsi gani lilivyo na nguvu katika taasisi ya kanisa na maisha ya kiroho kwa mtu mmoja mmoja, anasema kwa maana kila mnapokula kila mnapokula mkate huu na kukinywea kikombe hiki mwatangaza mauti ya Bwana hata wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe! Kila tunapokula na kunywa, twatangaza mauti ya Bwana kwa wakati huu tunaoishi, hata wakati unaokuja. Mwalimu wangu mmoja aliponifundisha habari ya kufa na kufufuka, alisihi sana, tunapotangaza mauti au tunaposema Yesu alikufa, tusisahau nguvu inayotokana na kifo kile, kwamba ni ufufuko. Ukisema na kutangaza mauti ya Bwana, usisahau kusema ufufuko, nguvu ya ufufuo ambayo hiyo imeshinda dhambi na mauti na kutuweka huru wakati wote. Bwana Yesu asifiwe! Tunapotangaza mauti ya Bwana, matokeo yake na hitimisho lake ni ufufuko wa Yesu Kristo, akiwa ametushindia dhambi na mauti. Mtume Paulo naye anaposema twatangaza mauti sasa na wakati ujao, tayari naye amelishika fundisho hili kwamba kama tunatangaza mauti mpaka wakati ujao, basi Yesu alifufuka, yuko pamoja nasi kila wakati na kila mahali, akilitunza kundi lake na kulitunza kanisa la Mungu, hata wakati ujao, wakati ajapo Bwana. Yesu asifiwe. hata atakaporudi tutabaki kumsubiri ili kutangaza kwetu kuwe na matokeo ya ushindi. Tangu kuweka kwa chakula cha Bwana, kanisa limedumu katika mafundisho muhimu na ya wazi. Mafundisho hayo yamekuwa msaada mkubwa kwa kanisa hata kwa wenzetu wa Dayosisi ya Pare. Kwa miaka hii hamsini wamekuwa na kupata nguvu kutokana na miongozo na maasirisho ya kuwekwa kwa chakula cha Bwana, hata sasa wanapotangaza na kushangilia na kusherekea ushindi wa utumishi wao kwa miaka hamsini hapa duniani, wakitangaza huduma ya neno la Mungu. Hakika Bwana amewatendea mambo makuu na ndio maana wanafurahi. Bwana Yesu asifiwe. Mojawapo ya maasirisho muhimu sana kutokana na chakula cha Bwana, kutokana na kuwekwa kwa sakramenti hii. Mojawapo ya viasirisho au maasirisho muhimu sana kwa kanisa hili lililodumu kwa miaka hamsini na kanisa la KKKT linalodumu kwa miaka mingi tangu mwaka wa sitini na tatu, ni haya machache yafuatayo. Kuwekwa kwa chakula cha Bwana kunaasirisha fundisho la imani, fundisho la kiimani, kwamba tunapewa mwaliko wa kuishi maisha ya imani kwa kumtegemea Mungu kila wakati kwamba Mungu kwa njia ya kuwekwa kwa chakula cha Bwana ametutoa utumwani na kutuweka huru. Kwamba tunaendelea kupokea wito kila siku wa kuishi maisha ya toba, maisha ya utakaso na kwa njia hiyo kuishi maisha mapya. Kuishi maisha mapya. Naamini kupitia maisha ya toba, maisha ya utakaso na kwa njia hiyo kuwa huru na kuwa na maisha mapya, kanisa la Mungu linasonga mbele. Bwana asifiwe, kanisa la Mungu linasonga mbele na tunaamini kabisa, miaka yote hii hamsini, maisha haya ya toba, maisha ya utakaso na kuwekwa huru na kuona maisha mapya yamekuwa sehemu muhimu sana katika safari ya kanisa na dayosisi hii kwa ujumla, mpaka leo tunaposhiriki na kushangilia mashangilio haya ya Bwana kutenda makuu kupitia haya. Mungu ametenda makuu ya uendelevu, ya mshikamano, ya kushirikiana, lakini pia ya kuhudumu mezani pake kwa ajili ya watu wote wakiondolewa dhambi zao na kutangaziwa misamaha ya siku kwa siku. Kanisa limeshuhudia ukuu wa Mungu na kwamba bila Mungu kushiriki pamoja nao wasingeweza lolote, lakini kutokana na kumjua Mungu na kumwamini kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kama Bwana wa Mwokozi wa maisha yetu, tunapata urejesho, tunakuwa wapya, tunapeleka huduma kwa njia mbalimbali, na kwa njia hiyo tunaweza kumwona Mungu akishiriki pamoja nasi na kusema ametutendea mambo makuu mbalimbali, kama ambavyo katika kuendelea na kilele hiki tunaweza kuona na kushuhudia hata ibada iliyotangulia kwamba kazi ya utume na kazi ya Injili imeendelea vizuri ndani ya dayosisi hii na kanisa la Mungu. Lakini jambo la pili linalowasilishwa na kuwekwa kwa chakula cha Bwana ni ushuhuda na wokovu kwa watu wake. Mzaburi wa leo na sisi tulioshiriki kilele hiki tunamtangaza Kristo hadharani kwamba Bwana ametenda ma, ma, ma, ma, mambo makuu. Ni matokeo ya kuwekwa kwa chakula cha Bwana kwamba alitangaza msamaha, alitangaza ondoro la dhambi, alitangaza watu wote kuishi kwa imani na kumtegemea. Na kwa njia hiyo ukombozi unapatikana, furaha juu ya wokovu inakuwepo, na tumaini jema kwa maisha haya na yajayo linaimarishwa na linajengwa. Kwa njia hiyo kanisa limeendelea kuishi kwa matumaini na kumtangaza Kristo pasipo woga, kwamba huyo ndiye mwokozi wetu, ndiye kimbilio letu ndiye kiongozi wetu na ndiye tunayemtumaini jana, leo na hata milele. Bwana Yesu asifiwe! Na jambo lingine ni shukrani katika kuasilishwa na kuwepo na kuwekwa kwa chakula cha Bwana. Tunaitwa na kukumbushwa kuishi maisha ya shukrani, kwamba ni kwa neema tu Mungu ametustahilisha, kwamba ni kwa neema tu kanisa limetenda hayo lililoweza kuyatenda, dayosisi imetenda hayo walioweza kuyatenda, na kila mtu mmoja mmoja kwa nafasi yake ametenda hayo kama Bwana alivyomwezesha kutenda. Kwa hiyo tunaitwa kumshukuru Mungu. Tunaitwa kushukuru kila wakati, kwa sababu kwa njia ya sakramenti ya meza ya Bwana tunapokea neema bure. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokea wokovu bure, na kwa njia hiyo tunakuwa wapya, tunajawa nguvu ya kuendelea kutenda sawa sawa na mapenzi yake, sio kwa nguvu zetu, sio kwa uwezo wetu, bali neema ya Mungu ndiyo inayotutangulia na sisi tunayafanya yale yote kama watumwa na watumishi wasiokuwa na faida. Mungu mwenyewe anajitwalia sifa, adhama na utukufu kwa sababu ametuwezesha kutenda hayo, ni kwa neema tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana atusaidie kupitia ibada hii na kupitia neno lake atujalie sisi sote na awajalie na kulijalia kanisa ndani ya dayosisi ya Pare na sisi wote tuliojumuika kuishi maisha ya utakaso, maisha ya toba, maisha ya kuwekwa huru na kumtegemea Mungu mwenyewe katika kuendelea kuadhimisha na kukumbuka kuwekwa kwa, kwa chakula cha Bwana kwamba kwa njia hiyo basi tuweze kuwa vyombo viteule, kila mmoja kwa nafasi yake, tukileta nuru, tukileta amani na tukijenga tumaini kwetu na kwa wengine, kwamba huyo Bwana aliyetenda makuu tangu mwanzo anatenda makuu hata leo na ataendelea kutenda makuu hata wakati ujao. Bwana alibariki neno hili likae kwa wingi ndani yetu, huku tukitenda alimpendezalo, sasa na hata milele. Amina. Unatazama ELCT Karagwe Diocese channel, usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.